Natoa salamu kwa kila mmoja wenu. Ni jinsi gani bidhaa zimebadilika kutokana na nyakati na kwa nini? Chukua mahitaji ya usafirishaji kwa mfano. Tulipitia usafiri wa mkokoteni wa farasi, ikafuata baiskeli, halafu magari na ndege. Hii ilitokeaje na kwa nini? Tulipitia kupika kwa kuni hadi jiko la gesi. Hii ilitokeaje na kwa nini? Je, mabadiliko haya yalisababishwa na pesa? Je, yalisababishwa na teknolojia, au yamesababishwa bishwa na ushindani? Ndiyo, mambo yote haya yanaweza kuwa visababishi. Zaidi ya yote, mabadiliko ya nyakati yalisababisha kuwepo kwa bidhaa zinazokidhi mahitaji ya wateja kwa ufanisi. Tambua bidhaa iliyo karibu na wewe. Unafikiri bidhaa hiyo imebadilikaje kutokana na nyakati na kwa nini? Bidhaa hiyo ilikidhi vipi mahitaji miaka elfu moja iliyopita? Ilikidhi vipi mahitaji miaka ishirini iliyopita. Je, bidhaa uliotambua inakidhi mahitaji husika kwa ufanisi zaidi sasa kuliko ilivyokuwa inakidhi miaka ishirini iliyopita?